Karibu sana popote ulipo, majira asubuhi, ndani ya nukuu ya matumaini. Kwa neema ya Mungu, Mathew Ndeva ndilo jina langu. Nukuu ya matumaini: kwa kila jambo kuna majira yake, kwa kila jambo kuna majira yake. Kuna wakati wa kukula na kusaza na kushiba, na kuna wakati mwingine, ni wakati wa njaa, na kila jambo lifanyikalo chini ya bingu, baba ana makusudi ya jambo lile. Anasema hivi: Najua ya kwamba kila kazi naliyeifanya Mungu ama aliyeanzisha Bwana itatimia kwa wakati wake, kulingana na Mungu. Hakuna jambo lililoanzishwa naye likakosa kutimia. Mambo yote yatatimia kwa utukufu wa jina lake. Fahamu hili, kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati pia wa kuondoka duniani, na katika habari za kuondoka tuna matumaini baada ya waliolala mauti ndani ya Kristo, atakaporejea wataamsha tena katika mwaliko mkuu, watafufuliwa na wao watamlaki Bwana hewani, sisi tulio haya tutawatangulia. Kuweni na matumaini ya kwamba Mungu yupo pamoja nanyi kwa wakati wa kulala mauti. Ndio anasema hivi, wakati upo wa kupanda na wakati upo pia wa kuvuna. Kuna vitu utakavyopanda kwa wakati mwingine, onekana unapanda kwa uchungu, lakini kuna wakati wa kuvuna, utarejea kwa kelele za furaha, ukichukua migambo yako ya kuvuna. Mungu yupo pamoja nawe na atakulinda siku zote. Kuna wakati wa kukusanya na kuna wakati wa kukutapanya. Kuna wakati wa kujenga na kuna wakati pia wa kubomoa. Kuna wakati wa mafanikio na kuna wakati mwingine vitu haviendi sambamba na matarajio jinsi ulivyokusudia. Kila kitu chini ya jua kina ah, nyakati na wakati wake na majira na nyakati. Na Mungu amekuweka kwa majira haya, wakati unapofanikiwa, fahamu ya kwamba kuna wengine ambao watafanikiwa pia. Katika dunia hii kuna milima na mabonde, kuna wale wanaoteremka sasa na kuna wale ambao wanapanda sasa. Kila mtu ana siku yake. Kuna mafanikio yako ya kila wakati. Ndio nasema hivi katika habari za nukuu ya matumaini, kila kitu chini ya jua kina majira na nyakati yake. Leo hii usimdharau yule aliyekosa chochote, usimdharau yule anayepitia hali ngumu sasa, maana baada ya yeye kupitia hali hiyo kule mbele kwendako, Mungu atatenda mangine makubwa tena ya kufanikiwa kabisa vitu vyake vitainuliwa. Basi wakati wako wa kufanikiwa ufikapo, waombee pia wale ambao wajafanikiwa, ya kwamba Mungu Baba awazidishie kufanikiwa kwao. Mungu Baba awape neema ya mafanikio yao, ili lolote watakalokuwa nalifanya kupitia katika neema ya Mungu, mafanikio makubwa yakaonekane. Katika safari hii yote, tuishi katika kujua ya kwamba leo niko nalo, kesho yule mwingine atapewa aliyonipa leo. Kidogo na naishi katika mafanikio ya uchache ya wake pia yeye ataweza nipa makubwa. Kwa yale ambao amewapa vitu vikubwa, ni yule ambaye amenipa hiki kidogo nilicho nacho, kumaanisha atakapotaka kunipa zaidi ya kile nilicho nacho atanipa. Yeye ni mwaminifu, na siku zote tuishi kujua kwamba Mungu yuko nasi kwa majira na nyakati, atatusaidia. Maana kuna majira ya mvua na kuna majira ya jua kuna nyakati za kuinuliwa zaidi na kuna nyakati zingine waonekana ni kama umeshushika moyo, lakini usikate tamaa, usife moyo wakati vitu vijenda sambamba na matarajio uliyotaka. Fahamu ya kwamba yupo mtetezi na kesho yako ataiboresha na kuifanya nzuri. Hayo unayepitia leo ni ushuhuda tu ya kwamba kuna vitu ulipitia, kuna vitu uliviona, kuna vitu ulikutana navyo vikakutia moyo katika safari, ili kesho utakapokutana navyo utawatia wengine moyo ya kwamba mtetezi alisimama nami, na mwisho wa safari nalipata na kufanikiwa. Asante, nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Asanteni sana popote mlipo nasema hivi, 4561468 4561468, iteni namba yetu ya Radio Fortune Africa. Unaweza simana kituo hiki kifedha na zaidi ya yote kimaombi. Kutufanya kusalia hewani na zaidi ya yote kupata neema ya kuvuka kufika FM ili pia nasi tutambe sehemu hiyo na kuwafikia mamilioni ya watu. Nasema asanteni na karibu sana, imekuwa ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva Ndeva, asante na karibu, popote mlipo. Ema inatosha na Mungu wetu ni mwaminifu siku zote. Asante na karibu.